Natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Januari moja. Hata ulipowadia utimilifu wa dahali, Mungu alimtuma mwanawe kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana, kwenye Galatia nne nne na tano. Kuja kwa mwokozi kulitabiliwa katika bustani ya Eden. Adamu na hawa waliposikia hadi hiyo kwa mara ya kwanza, walitazamia itimie upesi. Walimpokea mtoto wao wa kwanza kwa furaha, wakitumaini kuwa angekuwa ndiye mkombozi lakini utimilifu wa hiyo ahadi ulizidi kukawia. Wale waliopokea mara ya kwanza walikufa bila kuiona. Tangu siku za Henok ahadi hiyo ilisimuliwa na wazee na manabii, wakilidumisha tumaini la kuonekana kwake, lakini bado hakuja. Unabii wa Daniel ulieleza muda wa kuja kwake lakini si wote waliofasiri ujumbe huo kwa usahihi. Karne ziliendelea kupita, sauti za manabii zikakoma, mkono wa mtesi ukawaelemea wana wa Israeli, na wengi walikuwa wanakaribia kusema siku hizo zinakawia na maono yote hayatimizwi, kwenye Ezekieli kumi na mbili mstari wa ishirini na mbili. Lakini kama vile nyota zinavyopita katika njia zilivyopangiwa makusudi ya Mungu hayawezi kuharakishwa wala wala kuchelewa. Mungu alikuwa amemwonyesha Ibrahimu utumwa wa Israeli kule Misri kwa njia ya giza kuu na tanulu lililokuwa linafuka moshi na alikuwa amesema kuwa utumwa wao ungedumu kwa miaka mia nne. Alisema baadaye watatoka na mali mengi kwenye Mwanzo kumi na tano mstari wa kumi na nne. Nguvu zote za ufalme wenye kiburi wa Farao ilipambana na neno hilo bila mafanikio. Ilikuwa siku ile ile iliyotajwa katika ahadi ya Mungu ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya, ya Misri kwenye Kutoka kumi na mbili mstari wa arobaini na moja. Hivyo ndivyo saa ya kuja kwa Kristo ilivyokuwa imepangwa katika baraza la mbinguni. Saa ilipoonesha kuwa muda huo umefika, Yesu alizaliwa kule Bethlehem. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe. Mungu alikuwa amepangilia mwenendo wa mataifa na mwenendo wa msukumo na mvuto wa wanadamu mpaka ulimwengu ulipokuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Mwokozi. Wakati huo, Yesu alikuja kurejesha sura ya mwumbaji kwa mwanadamu. Hakuna mtu zaidi ya Kristo anayeweza kufanya upya tabia ambayo imeharibiwa na dhambi. Alikuja kutoa pepo wabaya ambao walikuwa wanatawala mapenzi ya wanadamu. Alikuja kutuinua kutoka mavumbini Kui, kuiunda upya tabia ili ifanane na tabia ya Mungu na kuifanya ipendeze kwa utukufu wake mwenyewe.